Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Kenya KAA ilitekeleza kwa mafanikio zoezi la dharura la majaribio katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta siku ya Jumatano alasiri, kwa kuiga tukio la hujuma ililohusisha mlipuko ili kujaribu utayari wa kukabiliana na majanga. Zoezi hilo, lililofanyika kuanzia saa tisa na dakika nane alasiri hadi saa kumi na dakika ishirini jioni, ilihusisha mlipuko wa kuigiza katika jengo la abiria, uliolenga kupima ushirikiano kati ya wafanyakazi wa uwanja wa ndege, vyombo vya usalama na vikosi vya dharura. Lengo kuu lilikuwa kubaini mianya ya kiusalama katika miundo mbinu na kutathmini ufanisi wa mipango ya kushughulikia matukio ya dharura na mwendelezo wa huduma za biashara. Kaimu mkurugenzi mkuu wa KAA Bwana Nicholas Bodo aliwapongeza washiriki kwa taaluma yao, akisema mazoezi ya dharura ya mara kwa mara ni muhimu ili kudumisha hali ya juu ya utayari. Zoezi hili linaonyesha dhamira yetu ya kuwalinda abiria na kuhakikisha viwango vya juu vya usalama duniani. Zoezi hilo limeendana na kanuni za shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO ambazo zinahitaji viwanja vya ndege kote duniani kufanya mazoezi kama haya kila baada ya miaka miwili. Mamlaka zilisisitiza kuwa tukio hilo halikuwa na hatari yoyote kwa wasafiri wa hudumu wa ndege au shughuli za kawaida, huku taratibu zote za usalama zikizingatiwa kikamilifu. KAA imesisitiza upya kujitolea kwake kuboresha utayari wa kukabiliana na dharura na kudumisha viwango vya usalama vya kimataifa.